Tazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu, mwalimu Kennedy. Kabla hatujaendelea zaidi kwa mazungumzo, nataka tuangalie hii grading system ya CBC hasa tunapoangalia maswala ya mtihani huo wa KJSEA kwa sababu kuna vitu ambavyo wanaangazia hapa. Kuna kitu kinasemekana katika ile assessment ni kwamba there are eight achievement levels niziseme kwa kiingereza kuna EE1 ambayo ni asilimia tisini eh, hadi mia moja ambao wanasema kwa kimombo exceptional, exceptional mastery highest placement priority. Alafu kuna EE2 alama sabini na tano ama asilimia 75 kwa 89 excellent achievement, ME1 ambayo ni moderate achievement. Asilimia 58 hadi 74 ME2, asilimia 41 hadi 57. Halafu kuna AE BE ambazo ni lower levels ambazo zinaonyesha kwamba aidha mtoto anahitaji muda zaidi. Sasa wanafafanua zaidi kwamba mfumo huu hauangazii tu kwamba mtoto amepita au ame, ameanguka unaangazia e, utaratibu ama jinsi yule mtoto anavyoendelea kukua katika masomo yake. Tupe mwelekeo kama hiyo imeleta changamoto pia katika nyie ambao ni mnatoa mafunzo na kwa wanafunzi kuweza kuelewa na hata kwa wazazi. Asanti sana Nimrod kwa hilo swali. Ningependa kusema ni kweli mfumo huu hauangazii hizo gredi peke yake, kuna mambo mengi ambayo tunaangalia. Ndiyo changamoto imekuwa kwa sababu kueleza mzazi kwamba mtoto amefanya, ametahiniwa ama amefanya ile assessment na haoni kama wameorodheshwa ama kuna... E, niseme kwa kifupi, wazazi hawana confidence na ile grading system no? Lakini sisi kama wataalamu wa, wa, tunaamini kwamba ile grading ambayo imewekwa pale, hatuangalii tu pande moja kama mtoto alipita mtihani ama no. alifanya nini li... no? kuna talanta no? yeah? kuna mambo mengine ambayo tunaangalia kama observation, mtoto anafanya nini darasani. E, mfumo huu, hakuna mwanafunzi ambaye tunasema hakuweza. Hawa ambao kitambo tulikuwa tunaona kidogo hawaezi, siku hizi tunawaita huyu time takers. Time takers inamaanisha huyu mtoto vile huyo mwelevu anaweza kufanya, ukimpa muda zaidi ataweza, ataweza kufanya hivyo no, ndivyo tunataka wazazi wetu waelewe kwamba hata kama amepata ile below expectations, iko siku moja ata meet expectation, ukimpa muda zaidi. Hiyo ndio nataka kufafanua hapo no. Tusije tuseme amepata below expectation kwamba hana nafasi. Nafasi ziko lakini ukimpa muda zaidi no. Asante yeah. Sana nafikiri tukiangalia mfano wa gravity center mm-hmm. Lazima tuangalie shule ngapi zinaweza kumudu gharama ya kuwa na vifaa kama vile, kwa sababu ni sharti ama inabidi, haina budi kwa kila shule angalau kuwa na vifaa kama hivyo. Gharama yake ni kubwa sana kwa shule, kwa sababu mpaka sasa hivi kuna baadhi ya shule ambazo haziwezi kumudu hata dawati. E, viti na kadhalika. Ukiangalia kwa mfano e, shule ambazo ziko kaskazini mwa Kenya, shule ambazo ziko e, sehemu za Turkana, Samburu na kwingineko. Sa nyingine hata shule ambazo ziko katika eneo la mlima Kenya hapa, hapa tu jirani au sa nyingine sehemu za Ukambani utakuta ni shule ambazo zinatatizika kuwa na vifaa. Tupe mfano wa gharama inayohitajika katika kuwa na vifaa hivi ambavyo vinaongeza maarifa na kusaidia mfumo huu ama mtaala huu wa CBE. Kwangu nitasema kwamba vifaa vifaa si ati ni gari ama ni gharama kubwa, vile inategemea. Ukiangalia sana sana, CB inasema tujaribu kutumia vifaa ambavyo vinaweza patikana mahali ambapo tupo, na ndio maana hata unaposema mambo ya madarasa nashangaa, kwa sababu kija kama pale Gravity tumetengeneza darasa ambao ni matope ambao mwalimu wanafunzi anaweza ingia pale na ajisikia kwa sawa kabisa, hata wale wako kule mashinani. Jengo si muhimu, jengo ni ama, kitu muhimu ni kile unachopata. Kwa hivyo ukija pale kama tuseme kama vile unavyosema Gravity, tumejaribu kurahisisha na mwalimu ama, wana mwanafunzi akija pale anaona mambo ya CB yeah. Ni rahisi sana hata mzazi, kwa sababu kwetu na wote tunatarajia wote wazazi wa, wale washikadau katika elimu wamepitia pale na wameona, si lazima ukuwe, usema, tunanunua vifaa. hata hiyo kama maabara si lazima tutengeneze maabara, jengo kubwa, tafuta tu meza, nunua vile vifaa, wanafunzi waje wafanye nini, wafanye zile, kila kitu wanafaa kufanya kwenye maabara yote pale. Kwa hivyo sisemi kwamba gharama, inategemea na vile wewe mwenyewe unavyotaka iwe lakini unaweza punguza ile gharama hiyo mpaka kila mwanafunzi ameridhika na ka sawa hivi, kwamba hata yule yuko mashinani aweze kuona vitu kama vile inavyostahili, tukitumia vile vifaa viko sababu, kiangalia katika zile nini uh, uh, designs wanasema mostly, hata wakitoa project use of locally available materials, lakini sasa vile tunafanya wengi wetu nafanya kutaka tuonekane kama ni vitu vya ga, gali sana no. Kunavyo kweli, sikatai, zinaweza kuwa, lakini shule ina hapa inafaa iwe iende na uwezo wake no. Wale wako mashinani waangalie no. Udongo uko pale, maji yapo no. Ni nini kinahitajika kutengeneza darasa no. Kama ni hiyo maabara, tafuteni meza, tafuta fundi atengeneze meza, mnunue vifaka kadhaa watoto wazi wazione na wazielewe. Asante sana bwana Karanja Karana. Uh, watazamaji, wacha nimkaribisha hapa studio ni Osoro Edwin, ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa JSS. Najua kuna changamoto katika masuala ya JSS, lakini kabla tuzungumzie hayo, bwana bwana Osoro, uh, vile bwana Karanja alivyokuwa akizungumza, ndio kuna uwezekano wa kwamba vifaa vinaweza vikapatikana, kwa sababu mtaala huu unatumia sana mbinu ya wanafunzi kujifunza mengi zaidi nje ya darasa, nje ya vitabu vyao, ili wawe na maarifa ama waongeze maarifa zaidi, lakini kuna shule ambazo haziwezi kumudu hali kama ni shule ambazo zimetelekezwa muda mrefu. Sasa swali la kujiuliza, je, mtaala huu unaleta usawa kwa wanafunzi ama bado tuko kama ule ule mtaala ambao tuliondokea, ambao kidogo tunaona kwamba hauna usawa kwa baadhi ya wanafunzi ambao wako katika sehemu ambazo vifaa vipatikani, waalimu wa kutosha ama wakuelewa mtaala huu pia hawapo? Nashukuru eh, na sana Nimrod. Karibu wachanganuzi na, na wenzangu ambao wamefika hapa leo. Kwa maoni yangu, mimi ningependa kutoa maoni tofauti kidogo na mwenzangu, kwa sababu hii CBC ama CBE ambayo ni mfumo mpya ambao tuko nao sasa hivi uko na changamoto nyingi, ila lakini sisi kama walimu na wananchi wa Kenya na wasazi na washikadau wote lazima tushirikiane, ndiposa tuweze kuhakikisha ya kwamba tume provide zile resources ambazo zinahitajika yeah, ndipo mtaro wa CBC uweze kuendelea. Mfano kama uh, amesema kwamba kuna vitu ambavyo tunaweza kuvitumia vile ambavyo vinapatikana kwa urahisi yeah. Or the local available materials. Yeah. Lile jambo mimi ningependa kumuuliza mwenzangu, mfano kama uwezi kutumia, uwezi kutengeneza microscope kwa mfano, kuna yale masomo ya sayansi ambayo yanahitaji vifaa fulani vinunuliwe, so serikali iko hacha kwa serikali yetu iweze kuwekeza zaidi kwa mambo kama haya ya elimu ili tuweze kupata vile vifaa ndio walimu wetu waweze kupata nguvu ya kufanya kazi. Pili, pia kuna haja ya mashirika ambayo sio ya kiserikali. Wao pia wanaweza kuja kusaidia mtala maana elimu ndio inji. Tukiweza kutelekeza elimu yetu tutaweza kwenda vibaya. Asante sana Emily, ni rejee kwako. Kama mzazi, unaona kuna changamoto yoyote katika wakati huu wa kuchagua hizi pathways tatu, uh, moja ikiwa ni arts, sports na science, social sciences, science tech, uh, engineering na mathematics, kwa so, sababu katika sports, uh, arts na ama masomo ya sanaa kuna visual arts, kuna performing arts na kuna michezo. Katika social sciences kuna uh, lugha kuna masuala ya uh, humanities na vile vile business studies ama masomo ya masuala ya biashara, alafu katika uh, masuala ya sayansi science, tuna applied sciences, technical na engineering careers tech na pure sciences. Sasa kuna tatizo la wazazi kuona kwamba kuna pathway ambayo anahisi kwamba eh, ni inatoa taaluma duni siku za usoni, kwamba mwanafunzi wake ki, ama mtoto wake akifanya somo fulani ama akichukua pathway fulani anahisi kwamba katika taaluma atakayotaka kufanya baadaye siku za usoni, anaona ni kwamba hata kuwa na manufaa kama mzazi. Ulikuwa na tatizo hilo ama ilikuwa rahisi kwake kuchagua kulingana na uwezo na uweledi wa mtoto wako, um, kids, uh, ile cha muhimu sana kwa, katika hii mtaala ni kwamba kuanzie gredi ya nne grade ya sita mpaka sasa, kumekuwa na ile, unamtazama mwanafunzi wako, unakaa karibu naye na mwalimu, na hiyo ndio kitu ambayo nimependa sana na hii curriculum ya CBE so kwa sababu ukitoka pale grade four, grade five, grade six, ni kuna ni mtu unamwangalia kona, ni mtu wa sanaa, ni yule anaweza unganisha vitu, unaona ni kama mtu anaweza fanya uh, labda mambo ya kompyuta na nini. Kumbuka pia kuna AI pale ndani, na mbaye no. haija kuwa factored in, kwa hiyo huyu mtaala no. Sasa ile mambo, unapata kuna kitu kama marine and fisheries iko katikati and then kuna electricity. Sasa kama mzazi unajiuliza it, How are they, how are they related? Pia kulikuwa unapata wamecombine eh, kitu kama agriculture, alafu pia kuna uh, business studies ile, una, ile kuelewa kwa, mana, kwa mzazi kwamba kwa nini hii subject na hii imekuwa combined. Pia kulikuwa na, unapata kitu kama computer imeshikanishwa na electricity. Sasa unashangaa mwanzo 844 hatujakuwa na subject inaitwa electricity, lakini tunaenda kuchagua pale unapata kuna geography na electricity. Mm -hmm. Kuna so hizo combination ilikuwa na confusion sana, ilituchanganya mm -hmm. Ilituchanganya sana, kwa sababu unaanza kujiuliza iwapo mwanafunzi wangu anataka kufanya kitu kama web development. Wewe una expect kuona maybe computer na any other thing. Lakini electricity inaingilia uh, wapi? So hapo ndio nafikiri hawakufanya uh, wazazi waelewe zaidi mm -hmm. na pia katika ule wakati tukichagua, nikapata kuona pia walimu wa walikuwa na shida na hiyo subject combination pathway. Uko sawa tayari, unajua pathway, it is a as a result, unajua unataka kufanya nini kama mwanafunzi. Mzazi ushakubali, ana uwezo, kwa sababu tunaanzanga kwanza, e, ana uwezo pia anapenda kwa sababu unaweza kuwa na uwezo lakini haipendi. Hii hmm, hii CB nataka kwamba unaipenda una uwezo. Unapata mwanafunzi anaipenda lakini unaangalia subject combination unachanganyikiwa kidogo. Hmm. Na na hapo nafikiri kulikuwa na wasiwasi. Na hata katika wakati tumekuwa tukifanya taarifa, unaenda ukiongea na mzazi anakuambia tu ile wasiwasi yake ni kwamba hizi combination ilifikishwa vipi? Aviation eh, na Marine Fisheries. Hmm. Inaingiana vipi? Hmm. Unaona kulikuwa na a lot of confusion, hmm, kwa hizo ambazo maswali mengi sana na, na ilituletea shida na. wakati wa asante sana ninafanya <laughs> najisikia niko darasani Mwalimu Tom Kim, hebu nikuulize katika hizi STEM. Uh, uh, ni wiradhi katika hizi pathways uh -huh. Ukiangalia stem uh -huh. ina masomo kwa mfano hesabu uh -huh. biolojia Uh, kemia, uh, physics mm -hmm. general science, computer, agriculture, home science, drawing and design, aviation technology mm -hmm. building and construction, electrical technology, metal technology, power mechanics, wood technology, media technology na marine yule mm -hmm. anayechagua pathway hii mm -hmm sharti asomee masomo yote haya ama anachagua akiwa okay. Na anachagua, anachagua masomo mangapi? Watakapojiunga na gredi ya kumi kuna na kozi ambazo kwanza wataambiwa eh, maanake anastahili kufanya masomo sharti mrekebisha ni kwamba <laughs> eh, electricity ziko, metal work zipo, enye hizi zote nah, zipo sasa. Kuna baadhi ya masomo ambayo S eh. Eh, labda ni shule chache ambazo zimekuwa zinafunza lazima na kuna yale ambao unaweza katika hayo ambayo ni sharti katika hayo masomo mm -hmm. ni, ni mangapi? Kuna hawa wanafunzi kwa sasa wamefanya uh, nine learning areas, lakini wakienda katika grade ya kumi mm -hmm. watafanya masomo saba ambapo Kiingereza ni lazima kuna mathematics, essential mathematics na ile mathematics, kisha kuna um, Kiswahili ama Kenya Sign Language alafu kuna community service learning ha, hayo masomo mane kila mwanafunzi ataweza kuyasoma. Kwa hivyo haya mengine matatu ndipo ataweza kuchagua kulingana pathway ambapo anataka kufanya na katika zile pathway, tuseme kama nataka kuwa tuseme kama ni daktari, watakwambia kama unataka kuwa daktari unafanya haya masomo matatu ataelekezwa. E, wakiingia katika gredi ya kumi, na hapa ndipo sasa wajua, walimu ndio sasa walimu wako mstari wa mbele implementing, utekelezaji, kuhakikisha kwamba wameweza kuwashauri hawa watoto vizuri pamoja na wazazi, wanapojiunga na gredi ya kumi ndipo waweze kufanya uamuzi wa busara. Maanake ikifika kama mwakani, mwaka ujao, mwezi wa saba wataanza kufanya mitihani ile school based assessment na akifanya mtihani tuseme amalize kama gredi ya kumi amalize, atafika gredi ya kumi na moja tena, arudi tena achague pathway ingine hapo hivo. Kwa hivyo wataweza kuelekezwa, kuna m, ile orodha ya kozi mbalimbali mbali, ambazo zimewekwa, wanasema kama unataka kuwa kama ni mwalimu wa Kiswahili, ukuambia hizi four ni compulsory subjects. Sasa kati ya hizi chagua hizi zingine tatu hapo hivo. Kwa hivyo kuna mwelekeo ambao umetolewa like, uh, kuna kozi takriban mia tano ambazo already wizara uh, ya elimu imeweza kutoa. Kwa hivyo wakifika shuleni wazazi wahakikishe kwamba eh, wa, na, na walimu mwanafunzi anataka kufanya nini kando na hayo masomo mane ambayo yamewekwa, anataka kufanya kozi gani ndio aweze ndipo aweze kuchagua yale mengine matatu, na kando na hayo matatu pia kuna mengine kama physical education hayatakuwa examine, lakini lazima no. waweze kufanya no. shuleni hapo hivyo no. kwa hivyo kwanza kama huu mhula wa kwanza unakuja, ushauri na saha unahitajika sana, capacity building inahitajika pakubwa sana, ndipo watu wafunge macho. Maana anasema hivi, maana hata walimu wengi ajui sasa atafunza somo gani mwaka ujao, lakini kupitia retooling ambayo inaendelea, angalau sasa anajua. Ilikuwa na misukosuko, hata wenzetu takuambia, bila ilianza, tuliona kwamba hiyo junior school ilikuwa na shida, lakini after your retooling -re iliendelea, angalau watu akaanza kupata mwanga No. na walimu waweze kukumbatia hizo mambo na retooling kwenda kujifunza, maanake unapokuwa nje, hata mimi nikiwa nje no. before nienda retooling nilikuwa nasema, ah huu mfumo ni mbaya kabisa no. lakini ukianza hiyo retooling, ukaanza hizo matraining, ukaenda utaanza kuona mwanga kidogo no. na kila mmoja wetu no awe sehemu ya kutatua. Nitakuja kwako, utueleze inahitaji nini kama rasilimali mm -hmm. katika kusaidia walimu katika hayo masuala ya retooling, kwa sababu ikiwa serikali haitasaidia mm. walimu au ikiwa shule zina upungufu fulani wa haki hela na kadhalika, huoni mm. kwamba shule nyingine zitasalia nyuma mm. lakini nije kwako bwana Kennedy, kwa sababu naona kwamba kwenye hizi pathway kuna pathway moja ambayo mimi nahisi kwamba uh, huenda pengine isichukuliwe kwa umuhimu na wanafunzi au hata na wazazi. Hii pathway arts, science, na sport and science. Kuna shule ambazo zina mudu, kuna shule ambazo zimeweka sanaa mbele, zina hata sehemu za kufanya sanaa, kuna shule ambazo zina vidimbu vya kuogelea, kuna shule ambavyo vina viwanja vya kuchezea mpira kwa bahati mbaya hata hapa Nairobi, kuna shule ziko katikati mwa jiji la Nairobi, hazina hata viwanja, hazina kidimbwi cha kuogelea, hazina hata nafuza nadharia. Hey, theory hata zile tunaziita theaters <laughs> Sasa wanafunzi kama hao, ukimwambia kwamba mwanafunzi anachagua pathway kama hii na anaona kabisa ile shule yuko hakuna vitu kama hivyo, sasa kuna maana gani ya kuwa na pathway kama hii, haswa kwa shule ambazo zina upungufu? Na ni shule nyingi tu, si, si chache, shule nyingi sana. Asante sana Nimrod. Kwanza ningetaka ni kuchangia kidogo ambayo mwenzangu amesema, kwamba kuna hiyo hali ya mshikashike kwamba wazazi wanaona zile learning areas zinakuwa provided katika senior schools ni mingi. Niseme kwamba ni mingi, ili tubuni nafasi nyingi zaidi, lakini kwa orodha wanafaa wawe na saba, vile alivyoeleza. Then kuna mahali kwa pathways ambazo wanachagua zile elective learning areas kuna mmoja ambaye haiko kwa pathway ambayo anafanya. Nirejelee hiyo pathway ya sports and science. Ningetaka kukuambia hiki ni kizazi kipya. Hawa ni Gen Z. Bila shaka. Na, na, nisemi... Wale watu ambao wana waenzi zaidi pengine pia kwa kujikosoa ni kwamba sanaa inalipa mm, inalipa, na, inalipa vizuri sana. Sasa, ukiangalia michezo ulimwengu mzima mm, ni, ni, ni sehemu ambayo inafikiri inawapa watu f... hata mshahara mkubwa zaidi kwa mtu ambaye na, pengine hata amesomea udaktari ama, ama uwakili na kitu kama hicho. Sisemi kwamba tuna dharau lakini ni vile tu kuna kiwango ambacho pengine kama taifa bado hatujazingatia na kupiga hatua, ili hali tunaipa umuhimu sasa hivi katika mtaala huu. Ningesema <coughs> hii pathway kwangu ni muhimu zaidi hata kuliko hizi pathway zingine, kwa sababu kipaji unaweza kulia kwa muda na kinalipa vizuri. Ukija kama shule yetu ya Merisho, three quarter ya hiyo shule ni sports. Kwa sababu, lakini hatuelewi kwa nini kwa sababu mna nafasi ya viwanja na rasilimali. Lakini ningependa kusema kwa shule ambazo haziwezi ku afford hizi facilities vile serikali inavyoweza kufanya. Tuseme kama hapa South C ama South B, wanaweza tengeneza vituo kama gravity ambapo wanafunzi wataenda kufundishwa mafundisho. I remember hata kama watu tuseme, kama, kama nyinyi hapa kwenye media mumekuwa mkifundishwa kutoka kwa vituo fulani, kuna kituo kiko hapa hivi South B ambao kila mtu anaenzi, kila mwanafunzi ukimuuliza angependa kwenda pale hivi. Kwa hivyo niseme tuchukulie hii pathway kwa uzito zaidi, manake hii haihitaji masomo peke yake, kuna pia ile interest. Mimi kama uh, ningeweza kukuambia like boys, mimi nafundisha wa vijana wale, wavulana wako na nguvu nyingi zaidi, na usipostumia ile nguvu vizuri uja wanaielekeza mahali pabaya. So ningependa kusema vijana wanapenda art sana na sport. What we say, tunasema wanapenda competitive environment. Hiyo competitive environment and creativity. Tena kwa sababu hii kuna ile creativity. Atakuwaje creative, imaginative kama hutaweza kumfanya yeye afanye hiyo sana? Kwa hivyo mimi nasema hii pathway serikali iweze kuiangalia. Kama kuna shule ambazo haziwezi kuafford zile facilities, serikali itengeneze vituo. Kwa shule za kibinafsi kama zetu tuendelee kuwekeza zaidi bado tunashirikiana na mashirika mengine kule ng'ambo ili tuweze kuexpose hawa wavulana wetu hawa wanafunzi wetu hapa kenya kwa ile kitu tunaita globo alina juzi tumepeleka wanafunzi wetu barcelona mimi mwenyewe sijaweza kufika barcelona lakini skills ambazo walilaan Barcelona itakuja kusaidia wenzao hapa hivi. Kwa hivyo, ningesema kama serikali tena haita afford hizi waweze ku vile mwalimu amesema hapa kuna mashirika NGOs wanaweza kupata na serikali kuhakikisha kwamba hizi facilities zitakuwa provided at a local level. Uh -huh. Ningependa sana kuona hapa Kibera Olympic kama tuna stadium mpya nyingine ili wanafunzi wetu waweze kuparticipate. wanafunzi wetu Yeah. watakapozeeka watapatiana hiki kipaji kwa kizazi kijapo, kwa kizazi yeah. Bwana Kennedy, mchango huo huo pia mm -hmm, kuhusiana na upungufu pia katika shule na pia katika hizi pathways. Kwa sababu unahisi ni gani ambao hata wale wanafunzi na walimu ambao wanakuja pale kutazama, ni kitu gani ambacho unaona kinawavutia zaidi katika hizi pathway tatu ambazo zimepewa umuhimu katika mtaala huu? Uh, wengi wao wanataka kwenda kwa STEM lakini sasa vile anavyosema hiyo ya arts and sport pia ni muhimu. Na vile anavyosema katika ile mambo ya kuwa wabunifu, eh, lazima walimu pia wakubali kuwa wabunifu. Hizi vifaa zinaweza kuwa hazipo, hauna, lakini kuna njia unaweza buni kwa sababu, kama hii arts and sport watu wengi wanafikiria ati ni mambo ya michezo tuenda uwanjani kucheza ama nini, lakini kuna mafundisho yake unaweza kwenda pale na ukafundishwa ukawa, si lazima tuingie uwanjani unapata talanta ya kuwa mwen sport nutritionist. Naona na hiyo si vitu ambavyo mpaka uende zile nafasi gravity na etu, unapata tu. Tumejaribu kubuni vitu kama hizo, tunazileta hapo kwa kauwanja kadogo tu, na unaleta vifaa vyote vile ambavyo vinahusi, kwa sababu hata kama unafundisha arts and sports, si ati unafundisha wanza kucheza mpira pale, ni skills And that is what na nina ingia hapo. One of the nini drivers ni CBE, ni skills. Wapata skills na no na knowledge. Na nikizungumzia kitu ambao mwanzangu amesema pale. Ukiangalia mambo kama hizi za pathway ya STEM ambao wanafunzi wengi wanaenda pale. Wengi wao ukiangalia katika takwimu ambazo zilikuwa zimetolewa na serikali, asilimia sitini ya wanafunzi wale wote ambao wamefanya mtihani KJSEA wataingia kwenye STEM. STEM. Ishirini na tano wataingia wapi? Social sciences. Uh, kumi na tano wataingia wapi? Sports. Sports. Uh, unaona pia hata ni kama serikali inaona kama hapa huna nini. Mm, Silikuwa <laughs> tayari isha adunisha huku no, no, no. Kwa hivyo hata wanafunzi akichagua pale anaona kama meduni. No. Lakini wache nikuambie pale ndio kwenyewe. No. Alafu kiangalia kwenye hizo takwimu za STEM na, eh? Pia kwa bahati mbaya kwa upande na wa wazazi. Maana yake naamini ni tatizo ambalo pengine mimi nitakuwa nalo kama mzazi kwa sababu wangu bado wanakuwa. Ni kwamba nitaketi chini nijiulize katika ta... Manake ukiwa unasomesha mtoto unafikiria taaluma atakayofanya siku za usoni mm -hmm. Manake inafika wakati unamwambia mtoto wako, nataka uwe daktari, nataka uwe wakili, nataka uwe hii, nataka uwe msimamizi katika benki na kadhalika. Sasa kuna mzazi ataangalia katika sanaa na michezo, anaketi, anasema ataajiriwa wapi? Atakwenda kwenye klabu ya mpira hapa hapa nchini, ambapo malipo hakuna sijui. Sasa hayo ndio matatizo ambayo nafikiri yanatuelekeza ya kwa njia kama hii. Labda nitakupa mfano ya, wa mwimbaji mmoja ambaye anajulikana sana Kenya na, na. Nameless namfahamu na, anabobea upande gani, katika sana sana. muziki, na. na alisomea nini chuo kikuu bila shaka amesomea nafikiri... Architecture. Architecture, nini kipaji mm -hmm. cha muziki, kipaji cha muziki kwa hivyo hata kama wewe ni member wa nirhusia na wasiwasi mm -hmm. kitu nilikuwa nataka kusema ni kwamba unaona katika hiyo stem hata ukisikia kwenye hiyo stem wengi wanasukumia watoto kwenda kwa kuna zile tunaita tracks baada mm, ya stem mm, eh. mm. kama sasa stem iko mm. mm. mm. mm. na tracks tatu iko na pure science, iko na applied science na iko na technical studies eh. Katika hiyo takwimu nimekuambia ya asilimia sitini, Ukiangalia sana sana mambo mengi yatatoka kwenye technical studies, kwa sababu ni kazi ya kiufundi no? lakini wengi wetu tunataka kusukumia watoto kwenda pia. Sasa ambao ukiangalia hata vile wamegawanya hizo nini, wako na 48 nafasi, na, na, na, na katika zile combination hizo subjects vile mwalimu anasema. They had only 48. Ah, wengine wako na 76. Hmm. Ukienda kwa tekniko ni 120. Hmm. Sababu sasa tunajaribu kutafunya, na vile nini navyosema, ukiangalia shule nyingi katika upande wa tekniko hawajajipanga no, na hawajajitayarisha no. Na ndio maana unaona wengi tunafika wanafaa kwenda kule, kwa sababu katika CB inasema kile unachofanya na kile utacheka, utakachosomea no ni kazi ikutafute, sio utafute zui hapo. <laughs> Hey, maanake tunazungumza tuna, pengine tunawatia hofu <laughs> wenzetu ambao pengine wanafikiria kupata watoto siku za usoni <laughs> wanaona mambo yatakuwa magumu, lakini msipe moyo. Vipindi kama hivi ndio vinatusaidia kurahisisha maswala. Kwa hivyo eh, kuna hata mwelekezi wangu pia hapa saa hizi eh, pengine kidogo anaanza kufikiria mawili matatu kuhusu maisha yake ya baadaye na watoto wake, lakini ndivyo <laughs> <laughs> hali ilivyo. Tunaendelea kufundishana na kuelimishana hapa, tunaendelea kuzungumzia maswala ya elimu ya CBC na vilevile vile pia matarajio katika matokeo ya KJSEA ambayo yatakuwa yanatolewa baadaye leo mchana. Siondoke hapo ulipo, tunarejea hivyo.